Na kwengineko tunaharifiwa kwamba wakazi wa kaunti ya Nyeri wametakiwa kukumbatia upatanishi kama njia mbadala na ya haraka kusuluhisha kesi za mazingira na zile za mashamba ambazo zimelimbikizana katika mahakama za kaunti hiyo. Ombi hilo limetolewa na kitengo cha kesi za mashamba na mazingira kinachoendelea wiki nzima ya mafunzo ya umma. Kamau Mwangi anaarifu zaidi. Kila mwaka mahakama ya kesi za shamba katika kaunti ya Nyeri hupokea kati ya kesi mia nne na mia nane swala ambalo limesababisha msongamano wa kesi hizi. Kitengo husika sasa kinawataka wakazi kukumbatia maridhiano kama njia mbadala kutatua kesi za aina hii. Kulingana na mahakama ya Nyeri, ikiwa wakazi watakubali kukumbatia upatanishi kama njia mbadala ya kutatua kesi zinazohusu mzozo wa shamba, kitengo hicho kitaweza kusuluhisha asilimia 25 ya kesi zilizowasilishwa na kusaidia kupunguza msongamano ulioko. Like now, we are in July Hakimu mkuu wa mahakama ya mashamba kaunti ya Nyeri, Sandra Kosgei anasema, ingawa sio kesi zote zinazoweza kufuata mkondo huu, wakaazi wengi wana nafasi ya kutatua kesi zao chini ya siku sitini kwani ndiyo muda ambao kesi inayotatuliwa chini ya maridhiano inapaswa kuchukua. The trend so far.

Hata hivyo imani ya Wakenya kwamba wataweza kupata haki kupitia maridhiano ni changamoto kubwa kwa njia hii mbadala. Hakimu Kosgei anawaomba wakaazi kukumbatia maridhiano, akisema njia hiyo haina gharama ya juu, kwani pia wapatanishi wanalipwa na idara ya mahakama. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen, mahakama ya Nyeri.